Hakuna walaji wa habari, kuna watumiaji wa habari. Najua neno walaji wa habari limetokana na tafsiri sisisi ya neno consumer, lakini kwenye Kiswahili tusitumie tafsiri sisisi, tutumie tafsiri za kimuktadha. Na kwa muktadha huo hawa sio walaji wa habari, hawa ni watumiaji wa habari. Kwa hiyo naamini kabisa jambo hili litatusaidia sana, Mheshimiwa Rais, tumeamua kuhamasisha tena uandishi wa habari wa maendeleo, development journalism, na sababu kubwa ya kufanya hivyo ni kwa sababu nchi zetu hizi changa zimefanya mambo makubwa katika vipindi vifupi, lakini mara nyingi tumekumbwa na uandishi wa habari wa mashirika na mataifa mengine na kuacha kuibua mambo yetu wenyewe. Makala tulizoziona Mheshimiwa rais, leo zimeonyesha kazi kubwa ambayo imefanyika katika miaka minne ya uongozi wako ambayo imeleta mabadiliko makubwa vijijini, na kazi kubwa sasa ni kuyaleta yale maendeleo ya vijijini katika sekta ya elimu, afya, nishati na mambo yote hayo, ili watanzania na dunia nzima wayafahamu wa na kwa mnasaba huo Mheshimiwa rais, kwa kujua muda umekwenda niungane na waandishi wa habari wote kukuponge, kukushukuru sana kwa kuweka mazingira mazuri ya waandishi wa habari kuongeza uhuru katika kuandika habari zetu na hivyo kupanda ngazi katika eh, viwango vya uhuru wa waandishi wa habari. Lakini waandishi wa habari wenzangu, katika kazi yetu ya uandishi wa habari tunasukumwa na mambo ambayo ningependa niyaseme. La kwanza Uandishi wa habari ni taaluma, na ndio maana mheshimiwa rais, tumeanzisha ile e, mamlaka ya ithibati. Kazi yake kubwa pia ni kuendeleza taaluma na utaalamu, lakini pia kusimamia maadili, mira desturi na kunga za uandishi wa habari, kunga za uandishi wa habari. Lakini la pili, mheshimiwa rais, hakuna uhuru usiokuwa na mipaka. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatoa uhuru kwa vyombo vya habari katika ibara ya kumi na nane lakini inaweka mipaka hiyo katika ibara ya thelathini. Naomba waandishi wa habari wenzangu, tunaposoma ibara ya kumi na nane ya katiba kuhusu uhuru wa vyombo vya habari, tusome pia ibara ya thelathini inayoweka mipaka, na katika mipaka hiyo mojawapo ni maadili, usalama wa taifa na mambo mengine, ili tunapoandika habari zetu zizingatie hayo.